Kwa jina naitwa Beatrice Singame ni mkurugenzi wa mawasiliano na udhibiti wa Airtel. Leo tunakuja na ujumbe mahususi kabisa kwa ajili ya wateja wetu na Watanzania wote tukiwahamasisha kukataa utapeli. Pale unapotumiwa uh, message kwa namba usiyoijua na vile vile wakakuomba utume pesa kwenye namba hii, tunaomba usitume kwanza hizo pesa pesa, hata kama ulikuwa una mtu ambaye unatakiwa kumtumia pesa. Hakikisha naye kwanza, kwa sababu tumeona Watanzania wengi wamekuwa wakitapeliwa kwa kuambiwa tuma hela kwenye namba hii na wakatuma wakijua kwamba ni mtu ambaye wanamfahamu ambao wanawasiliana naye. Kumekuwa na utapeli mkubwa sana wa hizi meseji ambazo zinasema uh, tuma hela kwenye namba hii au kuna mganga mahali ambaye anaweza kakusaidia uh, shughuli zako mbalimbali. Tunachoomba ni kwamba uh, wateja wetu wazipuuze hizo meseji, ni za kitapeli. Airtel itawasiliana na wewe kwa namba mia moja pekee, na tunaomba uhakikishe zile namba nne za siri usizitoe kwa mtu yoyote. Zile ni namba za siri ambazo zinakusaidia wewe kuweza kufanya miamala na shughuli mbalimbali kwenye simu bila kutapeliwa na kwa usalama zaidi. Kwa hiyo tunaomba sana uh, wale ambao wanatuma zile message nyingi, unakuta message zimetumwa, na saa nyingine unakuta coincidentally au kwa bahati mbaya Uh, unakuwa una mtu unataka kumtumia hela alafu meseji inaingia nasema tuma hela kwenye namba hii. Kwa hiyo tunaomba sana, tunawasihi sana wateja wetu, utakapoambiwa utume hela kwenye namba usioifahamu tunaomba kwanza uhakikishe una cheki na muhusika kama namba ni hiyo, na tunaomba uh, usikubali uh, kutapeliwa na watu ambao watakupigia kwenye namba ambayo sio namba mia moja. Wateja wetu na uh, wote tunawasihi, kwa sababu watoa huduma wetu na agents wetu wote mawakala watatumia namba mia moja ili kuweza kuwasiliana na wewe. Tunaomba utunze taarifa zako, tunaomba uweke mtandao salama zaidi kwa kuto kutoa taarifa zako. Lakini vilevile vile pale unapofika kwenye matatizo na simu yako labda ikaibiwa, tunaomba uhakikishe unatoa taarifa kwa kituo cha polisi, lakini vilevile vile unatoa taarifa kwa mtu wa huduma. Sisi tutakuwepo zaidi kuhakikisha kwamba tunakusaidia na kuhakikisha kwamba hutatapeliwa na hawa matapeli ambao sasa hivi wamekuwa wanatuma message, lakini vile vile wanapiga simu na kusema wao ni mawakala wetu au wafanyakazi wa kampuni yetu, tunaomba muwapuuze. Usikubali kutapeliwa.